Tangu hapo jihadi za mababu zetu wakazi wa pwani na hata bara walikuwa wakichimba mabwawa makubwa ya kuhifadhi maji wakati wa mvua. Sasa hebu niambie, hili bwawa laitwaje? Maana maanake mabwawa yote yana majina ya kiasili, hili laitwaje? Hili hili linaitwa kwa Ngoa lalwa. Ngoa lalwa. Huyo Ngoa walalwa mwenyewe wamjua, ulimona? We mi sikumwona, kwa sababu hili bwawa la miaka kama sabini hivi eh. e, maana lichingwa li, ni mkoloni nami hata ilikuwa bado kuzaliwa mbona eh. Eh. likaitwa Ngoa -ngo? kwa sababu hii ardhi ni ya Ngoa eh. Kwa hivyo kila bawa pale mahali lichimbwa libidi liitwe na ile jina yule mwenye pale. Nyinyi mnakunywa haya maji haya? Kwa hivyo eh, tunakunywa haya, tunalimia kwa kufulia, tunatumia kwa njia mbalimbali maji ambayo yangetumika hadi kiangazi kimalizike na kujaa tena msimu mwingine wa mvua za masika na za vuli. Samana, sijaona kwamba mna, mna mnafanya kilimo cha unyunyizaji maji mashambani. Hatufanyi kwa sababu tuna ufadhili, kwa sababu tutabidi tupate mashine na mashine nataka pesa, na sisi hatuna pesa. Kwa hiyo tutakuwa kulima, tunalima tu vi, tumia vijembe vidogo vidogo, lakini tungekuwa tunaweza tukapata msaada kama letwa mashini za kufanyia irrigation katika jamii ya Wamejikenda. Mabwawa wa haya yanajulikana kama mitara na yalipewa majina ya wavyele kulingana na koo zao nambari. Haya maji kwa kusema kweli, yanatusaidia kwa upande wa kufulia, saa nyingine tunatumia kwa kuoga, saa nyingine hata mifugo yetu inasaidika hapo kunywa Eh, mifugo yetu inasaidika kunywa hapo. Na nyinyi wenyewe? Sisi wenyewe huwa tunatumia maji ya mifereji. Eh. Lakini eh, shida ni kwamba mifereji yetu ya huku inaweza ikatoa maji kama wiki moja, saa nyingine inaweza kukosa maji hata wiki mbili, wiki tatu. Ikiwa hivyo, sasa mnategemea nini? Sasa ikiwa hivyo, kuna wengine wale ambao wanaweza hata saa nyingine wanaweza hata kunywa, saa nyingine. Haya, eh, eh, wale ambao hawana uwezo kabisa Oh. Eh, wana, wanaweza kunywa kama benesi hili ambayo lilichimbwa na wananchi wenyewe wa Ganze eh. Sasa haya, kidogo huwa watu wanajaribu kuzuia mifugo kama huku, maji bado yako yaya wa China hmm. Na huwa wanatumia wana hata saa nyingine kunywa, maana wanachota, wanaenda kuyachemsha, alafu wanahifadhi wana vizuri okay. Tulizuru eneo la Ganze wakati wa maandalizi ya mashamba kwa ajili ya upanzi mwaka huu na tukafikia mabwawa matatu. Haya, pigani wow. Wewe waitwa nani mzee wangu? m mm. Eh. Na unakaa wapi huku? Unaka huku tu. Hamna mifereji ii hmm? hmm. Haya, karibuni bwana. Wachota maji mwenyewe mzee wao eh? Wako wapi hawa? Aa, bibi alinitoroka. <laughs> <laughs> Ali, alifariki Ha, pole. Oh, pole, pole, pole na watoto ha, watoto wako shule. Tangu kabla ya wakoloni kuja na kuondoka, kabla ya visima na maji ya mfereji, watu walitumia maji ya misarani kwa kunywa, kunywisha mifugo na matumizi mengine ya nyumbani. Huu mradi, hili bwawa liliharibika miaka kumi na nne iliyopita kwa sababu kuna siku moja hapa kuna mzee aliingia hapa ndani ya kazama hasa katika hali ya kuokoa ule mwili ikabidi livunjwe maji yakatoka ili tuweze kutoa ule mwili. Since that time tumejaribu kung'angana kwa serikali, kwa kaunti, kila department ili litengenezwe, lakini hatukufaulu mpaka leo hii ndo tumeona tinga limekuja linarekebisha ili bwawa. Mimi nataka kuzungumzia hapa ni kwamba shughuli hii nimeona shughuli nzuri sana, niwe ni kama nilivyosikia hapa kwamba hii iliharibika ili zaidi ya miaka kumi na haijapata msaidizi wa kutengeneza. Tunajua mara, mara nyingi shughuli kama hizi zinafanywa na viongozi, hasa wale ambao wako madaraka, lakini kama kuna mapungufu ama hawajaweza kufanya na mtu amejitolea, mtu kama huyo anafaa aungwe mkono na kila mtu, kwa sababu anafanya shughuli ambayo wananchi wa kawaida watafaidika. Ndipo sasa mimi nimekuja hapa kujaomba, kama ameweza kufaulu hapa Ganze kutengeneza hii water pump na iweze kuwa kusaidia wananchi wa kawaida basi, shida kubwa ya watu wa Jila ni hizi water pans, aweze kukubali pia mwito wetu, mwito wangu hasa kwa niaba ya wale watu ajila, aweze kuenda Jila asaidie, manake kuna water pans kama mapotea ilifujika hivi hivi, haiweke maji na zaidi ya miaka kumi na tano na sisi watu wa Jila tunategemea maji ya water pans. Hapo zamani hakukuwa na matingatinga ya kuchimba mabwawa haya. Najua Wamijikenda, Wagiriama ni wafugi, wanafuga wanategemea sana maji mifugo yao, na pia ni wakulima, wametegemea sana maji kwa mambo ya ukulima na mambo ya kinyumbani. Maji ya kimawasco siku hizi yamekuwa sana sana hayategemeki, na imepeana sana wakazi wengi na hali ngumu ya kiuchumi, na pia hata kimaisha yao pale, imetupatia wakati mgumu sana. kama kazi hii inayoendelea kwa ajili ya kuwasaidia wakazi wa huku. Tuna furaha kubwa kufika hapa pamoja kama jamii ya Ganze ili ku witness uh, uh, urekebishaji wa bwawa la Mgandi. Hiyo ndio sababu kuu ambayo imetufikisha hapa na kufuatia wale ambao wameongea mwanzo bawa hili limekuwa hii hali kwa muda mrefu, na kama kiongozi wa jamii Ganze uh, nilipohusishwa kufika hapa na kutafuta mbinu ya kurekebisha bawa hili, kwa sababu linaporekebishwa litatega maji na maji yatakuwa hayawezi pita tena kwenda huko chini, na wakazi wa hapa watapata usaidizi kwa njia mingi, badala hii maji tumeyatega. Wakazi hawa wana matumaini kwamba hivi karibuni tatizo la maji watalizika katika kaburi la sahau. Ndio hivyo basi, ndio hivyo sasa. Eh, ni furaha ya utamaduni katika kuleta matumaini kwamba mambo yatabadilika hapa watakapopata maji ya mvua na yakingwe katika bwawa hili ili kuwasaidia maishani mwao. Mimi ni Lolani Kalu nikiripotia Coco FM kutoka Ganze Central.